Tafadhali ndugu mtazamaji wetu, mauzui ambayo unaenda kuyasikiliza muda si mfupi hapo baadaye, yanaweza yakakusikitisha ama yakakuhuzunisha, lakini pia yakakukasirisha pia. Sasa kama hautohitaji kuyasikiliza, basi unaruhusiwa kuondoka bila kuyasikiliza. Hii voice note imenihuzunisha sana, na hii ni baada ya kuisikiliza. Sijaileta kwa kumaanisha kusapoti ambacho kinaendelea, bali nimeileta ili kujulisha umma, pengine ikiwezekana, serikali yetu ya Tanzania iweze kuweka sheria kali, ambayo sheria hiyo itawafanya watu ambao wanabadilisha jinsia wakapate kupata adhabu jela, ambayo itakuwa ni adhabu kali, lakini mbali na hivyo, wakapate kukamatwa wale tayari ambao wameshajibadilisha jinsia zao kwa namna moja ama namna nyingine waweze kupata adhabu pia na wao. Haya mambo yalianzia katika nchi za wenzetu huko Ulaya, lakini mpaka sasa tunapoongea imeshapenya hadi Tanzania. Hili jambo pengine litakukusikitisha sana lakini ukipenda unaweza ukashea ili serikali ikapate kupata ujumbe waweze kuweka sheria ambayo itafanya hawa watu wanaobadilisha jinsia wasiweze kuwepo kabisa katika nchi yetu. Tukio ambalo lilimtokea baada ya kukutana na wanaume sita huko Morogoro, na kitu ambacho walimfanya wakishia kumdunga kisu cha bega, alafu akafanyia ukatili mbaya wa kutisha. Tazama akiongelea kuhusiana na hili jambo kwa kina, akiwasimulia wenzake kitu ambacho kilimtokea baada ya hapo. Shusha komenti yako lakini pia shea kwa wengine ili serikali ikapate kufikiwa na ujumbe waweze kutengeneza sheria ambayo itafanya hawa watu wanaibadilisha jinsia wasiendelee kuongezeka tena na wasiwepo kabisa.

aikapewajiauaamani ah, <laughs> mi spika bunge wa hapa naomba unikome wewe. Ni kwa kweli changamoto, jamani watu, changamoto gani ambao ulishaga ipitia kali kali, ambao ukasema hii, sikujua kama ntaishinda ntai, ntai, ntai lakini ukaipitia ukaishinda Jackie. Yes. Mimi changamoto ambayo kwa kweli siji kusaa kwenye maisha yangu toka nianze kujiuzauza mimi hivi mm. Changamoto ambayo nilikutana naye, nilitumiwa nauli, niende kuna sehemu panaitwa Morogoro huko, Ifakara <coughs> nikaa nimeenda Ifakara Morogoro <coughs> kufata mboo ya bwana bwana alishanitumia pesa ya nauli akatumia nala vyakula kula nikaenda. Kumbe yule bwana ni mshenzi, mshenzi, mshenzi. Begi changu mwenyewe wenzie kuwaita wenzie waka, vipi wakaingia, waka sita. Walipoingia sita nikasema, vipi? Akanambia, wanangu nao nataka kupiga mzigo. Nikaambia, he, wewe wanataka kupiga mzigo? awa wote, awa niwapige mzigo wangu mimi, wote wanifile mkundu wangu wote awa? Jamani, kweli. Nikaambia, hapana, sio kweli, sio kweli, sio kweli. Nikasimama, wakanambia, nini we, tunapiga mzigo. Mmoja akachamua kisu, nikasema, vipi sasa Mbona mnaniambia mambo kama hayo? Hakuna, wewe tunataka piga mzigo. Nikasema sio kweli, nikainuka hivi, nilivyoinuka hivi nika, yule mmoja akaniambia, nikasema nika, nika, nikachukua chupa ya bia nikampiga nayo mmoja. Nilivyompiga mmoja, nikachomwa kisu cha kwenye bega, na alama rais kuja nionyeshe jamani, alama yangu ninayo hapa, mambo kwa ushahidi, ili msijue kama nawaongopea jamani, na waonyesheni jaman. Alama yangu kwenye bega hapa ninayo alama eh, ngoja niwaonyesheni. Iya apa? Mnaiona eh? Iya. Simona hii. Eh, eh, kisu hiki, hicho kisu hiki. Yaani wao wameruka viunzi. Hicho kisu yeah. Nilichoma pap kisu nilikichoma hapa kisu. Basi baada ya hapo mimi nika nikasema nika nikakaa chini nika, nika, nika kisu kimekaa hapa. Na kile kisu kilikuwa cha mboga. Vingekuwa vile visu vya mbele vimechongoka vile vya mbele vimechongoka. Leo ningekuwa mnaongea mengine msingi nilioja kidona wala singi mpaka leo lisinge kuwepo. Nilikuwa nishazikwa. Muona. Nikaa niko chini na, na kile kisu akijatoka kiko pale, kwenye kiapa kwenye kinani yangu, kwenye kibega kimekaa, kime hapa na mm. Nalia na lia, yani nalia mkatie mm simu -hmm. Waje, mimi nafanyaje hapa nilipokuwa, nikaa nani siogopa mm -hmm. Basi sireni naenda wapi? Yule mwingine akasema, we tulia, njoo huku bado, akaambasa aka, aka, aka, aka, mimi, mmeniumiza hivi damu zinanivuja, niacheni niondoke, hakuna mpaka tukupelekee moto tukake. Basi nikabidi nivue tu mwenyewe nguo zangu, nikavua nguo zangu nikawa na filu, damzi, bege, damzi, filu wa, na damu zinanivuja kwenye bega, damu zinachuruzuka huku nalia kama tayari, kipo hapo hapo kisu kipo pale pale, pale kimekaa, umenielewa rahisi huku na. Nikasema mimi kazi yangu ya kufirwa, nikahususia mguuni, kawa kaiyangu kundu, nikahususia kaambia amnifiri Wakanifila rahisi. Yule mmoja akaona huruma, akaniachia akaniambia, basi sifili, basi kaa kaa. Nikatoka usiku wa manane, nikatoka nje. Wakani kutoka hapa, ole wako wenye kutizuka. Mimi sijatoa kisu, rahisi, nisikilize. Wakaniambia ukitoka hapo tena hapa usije tena na tuambie, kama alikuja kutoka. Nika sipa juu, nikatoka, nikatembea muda mrefu pale refu, maana majumba ni moja moja moja moja. Kufika mbele nee, nikakuta na mtu, nikamwambia samahani naomba unisaidie, kwa mwenyekiti hapa ni wapi? Akasema mm, hapa kwa mwenyekiti ni mbali mno, inabidi utembee tena kwa nguvu. Nikaambia sasa mimi nifanyaje? naomba unisaidie. Akanambia mimi, kwa hiyo imekuaje? Nikaa nimwadhisia kidogo kwamba kuna ndugu yangu anakuja kumsalimia, lakini kuna wezi wamenikaba huku, wamenibia vitu vyangu, wamenichoma na kisa nilisikosewa, kabla nimebakwa. Mm-hmm, akaambia sawa, twende huku. Akaenda akanipeleka hadi kwake, akanisaidia. Kuogopa kama angekupeleka naye akakufira, kuogopa. Alikuwa ni mtu mzima kidogo. Mm-hmm, eh akachomoa kile kisa, alivyochomoa hivi damu ziliruka. Nikifanya nikipumua pumzi nje hivi damu zinafanya fwa, yani zinaruka. Nikifanya pumzi ndani zinabaki, nikifanya nje pumzi, fwa zinaruka damu. Akawa naogopa yeye mwenyewe pia akasema mm, Mungu wangu, au nikupeleke hospitali? Nikamwambia nipeleke kama inawezekana, maana sijielewi, naona kama vile pumzi inaniisha afu naona naishiwa nguvu, naomba nipeleke. Akaniambia sawa. Palikuwa bonge la shimo hapo, ndipo chumwa kisu kwa mama yake, uangalie mara mbili afu mwenyewe pia nilisi na kufa Nikapeleka hospitali kwenye kifamasi fulani, nikaenda pale nikahudumiwa pale, nikana nina nini. Akaniambia sasa, je, usiku huu unaweza kwenda da au ulale mpaka asubuhi? Nikasema kwa kweli mimi, hapana, siwezi kulala huku. Nikasema naogopa bado, niliohofu ninayo tena. Akaniambia mimi nitakusaidia ndugu yangu, naweza kukusaidia kutoka hapa mpaka da, nikakupeleka miwe, lakini uko da mimi sitafika kwa ndugu zako, labda tungepeka hadi da, basi nikakuacha nikubage sehemu basi tukakubaliana pale sasa. Kweli akanisaidia nauli, akanipeleka mpaka simu flani pale, nikapiga simu kwa marafiki zangu, kanichukua pale mpaka hospitali tena kwa mara ya pili, pale hospitali Mnazi Moja nikalazwa tena, ni, ni, ni, ni tena nikaanza tena kufanya matibabu mengine pale Mnazi Mmoja, nikashona nyuzi zangu mwenyewe, nikalazwa pale nika, nikakaa nika, na simu pia nikaibiwa, yani vile bila msaada nikakaa Mnazi Mmoja siku nne. Eh, hey, kwa hiyo hiyo changamoto yangu ndio nimekuta ndio si sahau ndio hiyo. Na yule mtu mpaka leo naongea naye yule mtu. Na nikamwambia mimi shoga. Akaniambia kumbe hiyo shoga, nikamwambia ndio, nikampa historia yangu. Basi yule mpaka leo naongea naye nikatu mshikaji wangu mpaka leo. Tunaongea. Sasa ungemuonjesha na, unge, unge na wewe kidogo? Ah, unge na